Ripoti za Manara TV kutoka mkoani Arusha. Mwekezaji wa sekta ya usafirishaji jijini Arusha Patrick Mulokozi ameilalamikia jeshi la polisi mkoa wa Arusha kwa kushindwa kumpa ushirikiano wa kufungua kesi ya mashtaka ili apate mali zake ambazo ni mabasi mawili aina ya Costa aliyokuwa ameyakodishia moja ya kampuni inayofanya kazi ya usafirishaji wa mizigo kwenda nchi jirani. Kijana Patrick ameeleza kuwa amesumbuka kwa zaidi ya mwaka mmoja kwenye kituo cha polisi cha Central mkoani Arusha kufungua mashtaka, lakini kila alipoenda, alichukua maelezo na hakuna chochote kilichoendelea, ikiwa ni kufanyika upelelezi na watuhumiwa wake kukamatwa. Patrick hakuishia hapo, ameeleza kuwa baadhi ya maafisa wa ngazi za juu wa Jeshi la Polisi na wasaidizi wa ofisi ya mkuu wa mkoa aliomba msaada katika kumpa mali zake, na kila walipotaka kumsaidia wameeleza kuwa walipigiwa simu na ngazi za juu na kuwaeleza kuwa waachane kuwa wa na suala hilo. Ripoti za Manara TV kutoka jijini Arusha. Na hapa Patrick Petro Mlokozi anaeleza zaidi. Kwa majina anaitwa Patrick Petro Mlokozi, ni <clears throat> mkazi wa Arusha, mfanya biashara ya usafirishaji wa mizigo na abiria. Uh, niko hapa kwa ajili ya kumwomba mkuu wa mkoa na rais wangu mpendwa msaada wa kuweza kupata mali zangu magari aina ya Toyota Coaster ambazo nilimkodishia bwana mmoja anaitwa Edmund Robert Koka mwaka elfu mbili na ishirini na moja, na baadaye mwaka jana kuna kiasi cha pesa nilikuwa na mdai cha milioni 36, yeye pamoja na kampuni yake ya Impala shato, kitu ambacho kilipelekea yeye kuficha magari yangu. Magari hayo nilimkabidhi kwa mkataba wa maandishi, na magari yamekuwa kwake kwa, kwa, kwa kipindi chote hicho, lakini toka mwaka jana tarehe 25 mwezi wa 4 2024 gari hizo sikuwahi kuziona tena, haziko barabarani, hazijulikani mahali zilipo. Nimechukua jitihada za kuliomba jeshi la polisi kuweza kunisaidia, wakashauri kwamba niende mahakamani, ni kesi ya madai. Nilifanya jitihada hizo, nikafungua kesi wilaya ya Rongido ya madai ya fedha ya hicho kiasi ambacho nilikuwa na wadai, lakini baadaye mheshimiwa hakimu aliniambia kwamba kesi ile ya kuhusu magari ni kesi ya kipolisi, kwa sababu mali zangu zilikuwa zimepaki kwenye eneo lao, ambapo ni kwa ndugu yake, anaitwa Silvestry Koka mbunge wa Kibaha, na gari zilihamishwa katika mazingira ambayo hayafahamiki. Kwa hivyo, toka mwaka jana mpaka leo hii tunavyoongea, tarehe ya leo, gari zangu mimi sijazipata. Sijui zilipo, zimefichwa. Lakini pia huyu bwana amekuwa akitumia matisho mbalimbali ya kusema kwamba sina cha kumfanya kwa, kwa, kwa sababu anafahamika na watu mbalimbali, ana watu wako serikalini, uh, ana watu wenye fedha. Kwa hiyo matisho yamekuwa ni mengi. Familia yangu inaishi kwa mateso sana, na na mikopo ambayo nilichukua benki kwa ajili ya kujikwamua kama kijana ilikuwa wao walisema wana kampuni ya usafirishaji lakini hawana magari, kwa hivyo waliomba niwakodishie magari kwa ajili ya kufanya safari zao za Moshi, Arusha, Nairobi, na malipo ilikuwa ni shilingi laki moja na nusu kwa kila trip. Gari kitoka Moshi kenda Nairobi ni laki na nusu, gari kitoka Nairobi kienda Moshi laki na nusu. Kwenye kampuni yao kulikuwa na sintofahamu Mwaka jana elfu mbili na ishirini na nne mwezi wa nne, na hapo ndipo nilipobaini kwamba kuna kitu hakiendi sawa. Baada ya mimi kugundua kwamba wana ugomvi, nilikuja kwa ajili ya kuhitaji kuchukua magari yangu yeah. Baada ya kufika kuulizia magari yangu, huyu bwana Edmund Koka aliniambia tu kwamba kampuni inaendelea, kwa hiyo nisiwe na wasiwasi wowote wa ule Yeah, so baada ya kunieleza hivyo nilijaribu kufanya jitihada za, za kujua magari yalipo kwa sababu gari hazikuwa zinatembea tena barabarani. Aa, nikiwauliza wanasema wana changamoto ndani ya kampuni wanazisuluhisha kazi zitaendelea. Lakini baada ya mwezi kwenda kuulizia magari yalipokuwa wakanambia gari zilihamishwa. Na eneo tupo kwa tukizipaki zile gari ni kwenye eneo la huyo ndugu yake anaitwa Sylvester Koka ambayo ni mbunge wa Kibaha. Kwa hiyo ni sehemu ambayo ina security ya kutosha, ina fence, ina walinzi, ina kila aina ya ulinzi. Nimechukua jitihada za kuliomba Jeshi la Polisi kuweza kunisaidia, wakashauri kwamba niende mahakamani, ni kesi ya madai. Nilifanya jitihada hizo, nikafungua kesi wilaya ya Rongido, ya madai ya fedha ya hicho kiasi ambacho nilikuwa na wadai lakini baadaye mheshimiwa hakimu aliniambia kwamba kesi ile ya kuhusu magari ni kesi ya kipolisi, kwa sababu mali zangu zilikuwa zimepaki kwenye eneo lao. Jeshi la polisi nimejaribu kuomba msaada bila mafanikio. Kwa hivyo namwomba uh, Mheshimiwa Rais Mama Dkt Samia Suluhu Hassan anisaidie niweze kupata mali yangu pia na imani kubwa jambo hili kama ataamua kulifanyia kazi mkuu wangu wa mkoa Christian Makonda, basi naamini nitaweza kupata gari zangu, kwa sababu naamini kabisa kwamba hakuna mtu aliyeko juu ya sheria. Huyu mtu ni nani katika nchi hii? Asante sana. Polisi anipi ushirikiano, nasema polisi anipi ushirikiano, kwa sababu nilifanya jitihada mbalimbali za kwenda kutoa ripoti Wakati huo OC-CID alikuwa bwana Gwakisa, nilipeleka kadi original pale na nikamweleza scenario kwamba nina kadi, nina funguo za magari, gari zangu zimehamishwa kwa kubomolewa buti na kuunganisha waya, lakini mwisho wa siku hakuna kilichofanyika. Nimefanya jitihada za kujua magari yangu mahali yalipo, na nilipoenda polisi nikawaeleza kwamba gari zangu kuna mahali najua zilipo, polisi wakaniambia kwa kuwa najua zilipo basi nenda kachukue, kwa sio jukumu la jeshi la polisi. Kwa hiyo ndio maana naona kama sipati ushirikiano wa kutosha wa kuweza kupata mali zangu. Nilipopita eneo hili kwenda kuangalia gari mahali nilipokuwa nimeiona mwanzo, ambao tayari ushahidi ninao wa video, nilikuta gari zimehamishwa tena. Kwa mpaka sasa hivi sijui magari yalipo, na jeshi la polisi halionyeshi ushirikiano wa aina yoyote ile baada ya kutaka kurudishiwa gari zangu badala yake, na baada ya kuona kwamba inazidi kuwa changamoto, nikaamua kulishirikisha jeshi la polisi. Baada ya kuanza kudai magari waliyahamisha. Nimefanya jitihada za kumwona mheshimiwa mkuu wa mkoa Bwana Paul Christian Makonda kupitia kwa wasaidizi wake. Nimezunguka, nilizunguka ofisini kwa Bwana Paul Christian Makonda zaidi ya wiki mbili, kwa kuona wasaidizi wake, na wasaidizi wake alimpigia huyu bwana kufika pale, lakini hakuweza kutokea badala yake ile siku ambayo tulikuwa tumesema tungeonana na mkuu wa mkoa nilipofika, nikuta hali ya tofauti, wakasema wamepigiwa simu kutoka juu kwamba wanawatisha raia na mali zao, hivyo hawakuwa na namna ya kuendelea kunisaidia. Magari DQX nilinunua milioni 55, EBF nilinunua milioni 65. Na hiyo hicho kiasi cha fedha cha milioni 38 hivyo lafri inaweza ikawa kama milioni mia na sabini na themanini wao. Nimejaribu kufanya jitihada za kuweza kukutana nao kuzungumza nao lakini kwa namna tunavyoishi nao na nature ya namna ambavyo wamejitengenezea kwamba ni royal family, imekuwa ni ngumu namna ya kukaa kuzungumza nao. Mwisho kabisa, uthibitisho wote juu ya hizo mali ndio nina uthibitisho mahali ndipo nilinunua hizo gari, lakini pia nina mkataba ambao nilikuwa nimewakabidhi magari na nina na kadi original za magari ambayo inasoma majina yangu Patrick Petro Mulokozi. Hata hivyo tulimtafuta kamanda wa Jeshi la Polisi mkoa wa Arusha, lakini hatukufanikiwa kumpata kutokana na kuwa hakupokea simu.